Amali ni ujuzi. Hii ndio maana hadithi ya neno amali. Kati hizi amali zitakazo tunazojikita nazo sasa, watu wataweza kujiajiri na hivyo kuondoa utegemezi mkubwa kwa serikali. Aina za amali ziko nyingi, karibu amali kumi na tano, amali kuu kumi na tano, lakini amali ndogo ndogo ziko nyingi. Kwa mfano kwenye swala la michezo, tutakuwa na amali ya eh, mpira wa miguu, tutakuwa na netball tutakuwa na mpira wa kikapu na kadhalika. Lakini pia kwenye amali kwa mfano ya ufundi wa magari tutakuwa na ufundi wa bodi za magari, umeme wa magari na matengenezo ya magari, vitu vya sura hiyo. Sisi halmashauri ya wilaya ya Bariadi tulipokea fedha shilingi milioni 588 250 na shilingi 29 kwa ajili ya ujenzi wa shule ya amali ambayo tumeipa jina la Injinia Kundo. Shule hii kwa sasa tuko kwenye hatua ya ukamilishaji na tunatarajia mpaka tarehe 30 mwezi wa tano tutakuwa tumeshakamilisha ujenzi. Na amali ambazo tunatarajia kwanza nazo kwanza ni masuala ya kompyuta, and maintenance and repairing, lakini pia tunatarajia kwanza na ujenzi, amali ya ufundi wa ujenzi. Amali hizo mbili. Na kwa nini tumejikita katika amali hizi mbili? Kwa sababu tumejaribu kuangalia idadi ya walimu tulionao na vifaa kwa kadri ya mazingira yetu. Lakini tunatarajia serikali sikivu itaendelea kutuletea vifaa na fedha nyingine ajili ya kupanua amali zitakazokuwepo, sababu hapa tukishaongeza idadi ya walimu wenye ujuzi katika mali mbalimbali, lakini pia vifaa vitakavyopatikana, hata watoto wetu tutakapoleta kwenye shule hii tunaweza kuwafundisha vizuri. Naitwa Madata Nyanda ya afisa mkato wa kata ya Mwaubingi, halmashauri ya Bariadi, lakini pia ni mkazi wa wa kata ya Nkororo, tarafa ya Nkororo. kujisikia vizuri kwa sababu ita itasaidia ita... ita... ita... ita... ita... ita... ita... kuleta Ajira binafsi kwa watoto baada ya kumaliza mafunzo yale. Kwa hiyo mtoto atategemea kuajiriwa serikalini, atajiajiri mwenyewe baada ya kuhitimu mafunzo. Wito wangu mimi kama msimamizi wa shughuli za elimu katika halmashauri, wito wangu kwa wazazi na walezi ni kwamba tutakapofungua shule hiyo, wajue kwamba hii ndio fursa yenyewe, na amali sasa hivi ndio mpango mzima wa, wa, wa taifa. Kwa hiyo wawalete watoto kwa kadiri ambavyo shule itakuwa na uwezo ili watoto waweze kusoma wafaidike na shule yao na katika mazingira waliopo, na hatimaye tuone matunda ya serikali ambayo, eh, yamekusudiwa na serikali.